Watazamaji na msikilizaji tena sana kwa ajili ya kambi wautabunda mwaka 2025 na 25. Hapa a tan nahapa ni kanda ya Kakonko akiwa na wanachama ambao wameweza kuzulia katika kambi hili. Nashukuru Mungu sana kwa ajili ya kila mmoja ambaye amefika na mafunzo ambayo tumeyapata. Kama ambao unanitazama na unanisikiliza ninakukaribisha, kama kupata fursa na nafasi ya kuja basi jitahidi sana katika makambi yanayofuata usikose. Nimejifunza mambo mengi na mazuri ambayo yanalenga zaidi kuimarisha idara ya huduma za vijana, na tunakukaribisha sana wewe kama ni mzazi wa mvumbuzi au ni mvumbuzi mwenyewe, ni mtafuta njia, ni barozi, ni kijana mkubwa, au ni mwanachama wa heshima, mtu mzima mwenye miaka 35 kwenda juu, wote tunakaribisha katika habari za idara za huduma za vijana. Amina, usipange yeah, kukosa tumekuwa na kambi nzuri la kujifunza kubwa kwa union zote mbili za Tanzania. Kweli tumejifunza mambo mengi hapa Bunda mwaka 2025. Amina. Kikubwa tulichojifunza na ambacho tumeondoka nacho ni moto wa kambi unaosema wow. kwa wow. Kristo wow. Kwa hiyo tunakukaribisha na wewe basi tuweze kuongoza pamoja na Kristo. Pastor naitwa Gibson Wilson, mkurugenzi, um, wa idara ya huduma za vijana cha kuesia Muziki na mawasiliano katika Fidi ya North West Tanzania Fidi. Bwana akubariki. Amina.